Katika visiwa vya Zanzibar palipojaa harufu za viungo na historia ndefu, tamaduni zilizosheheni simulizi za vizazi, alizaliwa mtoto wa kike ambaye baadaye angekuwa sauti muhimu ya sanaa duniani. Lubaina Himid alizaliwa mwaka 1954, katika kipindi ambacho Zanzibar ilikuwa ikipitia mabadiliko makubwa ya kijamii na kisiasa mazingira yaliyomjengea hisia na mapema kabisa kuhusu historia haki na kumbukumbu -kumbu za watu. Akiwa bado mdogo, Lubaina alihamia Uingereza. Ingawa alikuwa mbali na ardhi aliyozaliwa, Zanzibar haikumwacha kamwe. Aliendelea kuishi ndani ya fikra zake, rangi zake na masimulizi yake. Bahari, mavazi, muziki na hadithi za watu wa Afrika Mashariki zilimlea kimya kimya, zikijificha ndani ya sanaa yake ya baadaye. Akiwa na kipaji cha pekee, Lubaina aliamua kusomea sanaa. Alijiunga na College of Art kisha akaendelea na masomo ya juu katika Royal College of Art, ambapo ndipo alipoanza kuelewa kuwa sanaa haikuwa tu mapambo ya macho, bali ilikuwa lugha ya kusema ukweli na chombo cha kuhoji historia na njia ya kurejesha hadhi ya hadithi simulizi zilizofichwa. Katika miaka 1980, Lubaina alijitokeza katika mhimili muhimu wa harakati za sanaa za watu weusi, Black Arts Movement, nchini Uingereza. Black Art Movement ni harakati za kisanii na kiutamaduni, ilianzishwa na watu weusi hasa barani Marekani. Katika miaka 1960 kwa lengo la harakati hii, alionekana sana 1965 hadi 1975, sambamba na harakati za Black Power na Civic Rights Movement nchini Marekani. Yeye aliona kwa huzuni namna wasanii weusi hasa wanawake walivyotengwa katika majumba ya sanaa na vitabu vya historia. Badala ya kunyamaza, alichagua kusimama, akaanza kuandaa maonyesho, kuwainua wasanii wengine na kutumia sanaa kama sauti ya waliokuwa hawasikiki. Kazi yake ilianza kuzungumzia masuala mazito: ukoloni, ukandamizaji, maisha, lakini pia uzuri, uthabiti na busara ya wanawake weusi. Kwa rangi kali na picha zenye ujumbe mzito, Lubaina aliibua historia zilizofichwa, akituuliza tujiulize nani aliandika historia na ni nani, nani aliachwa nje. Miaka ikapita na uvumilivu wake ukazaa matunda. Mwaka elfu mbili na kumi na saba dunia ya sanaa ilionesha mwangaza kidogo. Lubaina Himid akaweka historia kwa kuwa mwanamke wa kwanza mweusi kushinda tunzo ya Turner Prize. Ilikuwa zaidi ya tunzo. Ni tunzo inayotolewa kila mwaka kwa wasanii wa Uingereza au anayefanya kazi Uingereza kwa mchango wake mkubwa katika sanaa ya kisasa kwa mwaka husika. Ilikuwa ni kurejeshwa kwa haki ya muda mrefu, si kwake tu bali kwa kizazi kizima cha wasanii waliopuuzwa. Imepewa jina la msanii maarufu wa karne ya 19, JMW Turner, Joseph Malor William Turner, mchoraji mandhari landscape painter mashuhuri. Leo kazi za Lubaina Himid zinahifadhiwa na, na kuonyeshwa katika makumbusho makubwa duniani, lakini zaidi ya hapo urithi wake upo katika fikra alizozifungua, milango aliyoivunja na uthubutu aliyouwasha kwa vijana wanaoamini kuwa simulizi zao zina thamani. Kwa watu wa Zanzibar na Afrika Mashariki, hadithi ya Lubaina Himid ni ukumbusho muhimu kwamba mtu anaweza kuondoka nyumbani lakini nyumbani kamwe hakukumtoka moyoni mwake. Ndiyo, Wazanzibari wengi wako nje viwiliwili na, lakini akili na hisia zao bado zimebaki huku huku na kwamba sauti ya Kiafrika ikipewa nafasi inaweza kubadilisha namna dunia inavyojiona. Mie ni miongoni mwa waliopigania Profesa Abdulrazak Gurnah aletwe Unguja katika tamasha la ZIF. Sioni sababu yoyote ya Bilubaina halikwi kuja kuwashajiisha wasanii wa Kizanzibari na Kitanzania, hasa wanawake, ili kunyanyua heshima zao. Tafadhalini, msiwadharau watu kama hawa. Inaweza kuwa ni sababu kubwa ya ilmu, utambuzi na kushajiisha utalii. Makala hii imeandaliwa na Farid Himid Fazach katika fahari ya Zanzibar na imesomwa nami Salma Said. Ahsante.